Jerusalem. Mashambulizi ya makombora katika Irani na Israel yameendelea usiku wa kuamkia leo kwa siku ya sita licha ya wito wa rais wa Marekani Donald Trump kutaka Irani isalimu amri bila masharti. Jeshi la Israel limesema Iran imerusha safu mbili za makombora kuelekea Israel alfajiri ya leo huku milipuko ikisikika mjini Tel Aviv. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko kadhaa mjini Tel Tehran na mji wa Karaj magharibi mwa mji mkuu. Katika taarifa yake leo, jeshi la ulinzi la mapinduzi wa Irani limesema kuwa limetumia makombora ya hypersonic kulenga Israel. Wakati mapigano ya kipamba moto, rais Donald Trump wa Marekani ameonya kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii kwamba wanafahamu alikojificha kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, na kuongeza kuwa hawana dhamira ya kumuua. Hayo yamejiri waziri wa mambo ya nje wa Marekani akisema kuwa itafunga ubalozi wake mjini Jerusalem kuanzia leo hadi Ijumaa kutokana na hali ya usalama. Wakati huo huo, masoko ya mafuta duniani yamesalia katika tahadhari kubwa, kufuatia mashambulizi kwenye kiwanda kikubwa cha uzalishaji gesi duniani kinachoendeshwa kwa ushirikiano kati ya Iran na Qatar.